Kachukua maamuzi ya kutokupasua chupa kibarazani akimchukua mtoto kubamiza chini mara mbili, nata kabisa. Nampenda Yesu, ameniponya amenikoa na mateso. Nasema Mungu, jaribu kukumbuka hata uzao wangu, jaribu kukumbuka hata ndugu zangu, jaribu kukumbuka hata ile familia ambayo inanizunguka. Nageuka nyuma, sioni mtu, nilikimbia paka banini. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu apewe sifa. Mimi naitwa mtumishi Isabela Gerard Mwagama, natokea zoni ya tendo kwa Mponya, askofu wangu ni Romana Kimaro. Niko mbele zenu kumshukuru Mungu kwa ajili ya matendo makuu ambayo Mungu amenitendea kupitia huyu binti ambaye mnamwona hapa. Mungu ametenda matendo makuu kupitia Efatha Kimara Mbezi. Huyu binti unayemwona hapa alizaliwa mwaka elfu mbili na kumi na tisa, lakini mara alipozaliwa tu, mtoto huyu akulia kama watoto wanavyolia kwa kawaida, lakini baada ya muda kidogo mtoto huyu aliweza kulia, lakini kile kitendo cha huyu mtoto kutokulia kilipelekea kidipe, athari ambazo zilikuja kujitokeza ndani ya miezi mitatu mtoto huyu ulikuwa ukimgusa kichwa chake kilikuwa mfano wa boga lililokuwa limechemshwa, yaani ukikibonyeza kile kichwa kinabonyea. Kwa hiyo ilipelekea mtoto huyu alikuwa analia sana ndani ya miezi yote mitatu. Baada ya hapo, sisi kama wazazi tulimkiliza mtoto huyu hospitali na tulipo, tulipokelewa katika hospitali ya taifa ya Muhimbili nakumbuka siku walimpokea mtoto huyu pale wali Muhimbili walisema moja kwa moja mtoto ana tatizo au ana muonekano wa kuwa na vile vichwa vikubwa kwa madaktari alishauri kwamba mtoto huyu afanyiwe upasuaji wenyewe wanaita ni wa TV ni kweli walimfanyia upasuaji wa TV Walivyomaliza kumfanyia upasuaji wa TV, hii hali ambayo ilikuwa huku kichwani ya kubonyea ilitoka moja kwa moja ikaelekea sehemu ya mikono. Kwa hiyo mikono mnayoiona na yenyewe ilianza kubonyea kama kichwa, jinsi kilivyokuwa kinabonyea. Kuona hii hali iliendelea kutoka kwenye mikono ikafika mpaka kwenye hatua ya hii miguu. Hii miguu mnayoiona na yenyewe ilikuwa kama kichwa jinsi kilivyokuwa na hii miguu jinsi mnavyoiona hii hichi hapa kiwiko ichi akikuwa ki, hapa ilikuwa kipo huko kweli pelekea mtoto huyu awezi kutembea yeye ni wakukaa muda wote. Nadhani alizaliwa elfu mbili na kumi na tisa na mpaka mwaka jana elfu mbili na ishirini na nne ko mtoto huyu alikuwa ni mtoto tu wakukaa chini atembei wala asimame, kwa sababu akisema asimame hiki hapa kinakuwa kipo juu Unaona, hiki kipo juu na hiki hapo ndio kinagusa chini. Kwa hiyo tena ikampelekea akapelekwa tena CBRT akafanywa upasuaji wa hivi viwiko vya miguu yote miwili. <coughs> <coughs> napenda kumshukuru Mungu kupitia maombi ya, ya mwezi wa tano mwaka jana ishirini na ishirini na nne na kabla ya ma, maombi niliweka, niliingiwa na huyu ndani yangu, yani kuna kusudi ambalo Mungu alikuwa ananisukuma kupitia huyu mtoto. Nilimwambia Mungu sijawahi funga mafungo, mfungo mi, mi, wa mwezi wa, wa tano wa wa miaka yote tangu nimeokoka, lakini mwaka jana nilimwambia Mungu nitaingia maombi kwa ajili ya huyu mtoto, sitaingia maombi kwa ajili yangu, ila nitaingia maombi kwa ajili ya huyu mtoto, na kweli Mungu alinitia nguvu Nilianza ile tarehe moja kufunga mpaka ile tarehe thelathini na moja nilifunga, na baada ya ule mfungo kuisha tu, ndani ya siku tatu, mama huyu mtoto alinipigia simu akanambia, mama, ninamshangaa Mungu kwa kitu ambacho amefanya juu ya mtoto wangu. Nikamuuliza kitu gani? Akanambia mtoto wangu amesimama. Kwanza ameniambia kwamba amechoka Pili akanambia mama, natamani kutembea na tatu, nikamwona ameshuka kutoka kwenye kitanda na kaanza kutembea. Hiyo ilikuwa ni siku tatu baada ya mfungo wa maombi. Unaona? Kwa mimi kama mwana Efatha nilikuwa namshangaa Mungu. Mama huyu mtoto ni mtoto wa dada angu, mimi kwa niliiwa kumwombea huyu mtoto kupitia zile changamoto anazipitia, yaani nijisikia tu niombe kwa sababu nilikuwa ndani ya Efatha na ni na kupitia ifuata na watumishi walikuwa wanasema kupitia wewe ndugu zako watakombolewa, kupitia wewe ndugu zako wataponywa, kupitia wewe ndugu zako watafunguliwa. Na mimi kupitia lile neno nikasema Mungu, jaribu kukumbuka hata uzao wangu, jaribu kukumbuka hata ndugu zangu, jaribu kukumbuka ile familia ambayo inanizunguka mimi, fanya muujiza. Na Mungu kweli amefanya muujiza, nimeona Mungu akifanya muujiza, nimeona Mungu akinitetea, nimeona Mungu akiniuisha, kwa sababu yani walikuwa ni wengi pale. Udini tupo tumefika mwimbili, walikuwa watoto ni wengi sana kwenye hili tatizo. Wengine walikuwa wamekata tamaa, wengine walikuwa wamechoka. Wengine walikuwa ndio hivyo tena. Kila mmoja alikuwa anaongea lake. Lakini mimi niliona muujiza kupitia huyu mtoto kwa kile alichokifanya 2024. Yule ambaye alikuwa amekaa chini. Yule ambaye alikuwa anatamani kuinuka lakini anashindwa. Yule ambaye alikuwa amechoka lakini Mungu alimuinua kupitia ile maombi ya mwezi wa tano. Yaani kupitia ile maombi ya mwezi wa tano. Ndio maana nasema kwamba mimi nashukuru sana ile maombi ya mwezi wa tano. Eh, yale maombi ya mwezi wa tano, ninamshukuru sana Mungu. Yaani kupitia ile maombi ya mwezi wa tano, ile hali ya kichwa kubonyea ilipotea na ile hali ya kichwa kuwa kikubwa ilipotea na ile hali hata mikono pamoja na miguu kuwa kuwa imelegea legea, yaani kuwa imekuwa yaani kurejea ikawa imepotea. Kwa mtoto mwenyewe akaanza kujitegemea yeye mwenyewe, anasimama anapiga hatua moja mbili tatu, anatembea kwa ujasiri mpaka leo mnavyomuona anatembea. Nampenda Yesu, ameniponya, amenikoa na mateso. Amvenda sana Yesu aifa, basi, leo natembea. Yaani kwa yote na yote namrudishia Mungu sifa na utukufu. Maana kuna mahali ambako Mungu amemtoa. Ndani ya ile miaka minne ambayo mtoto alizaliwa hata kufikia ile miaka mitano ambayo alifikia, yeye yani namshukuru Mungu sana. Kwa sababu Mungu amefanya jambo. Mungu amemtoa mtoto kutoka shimoni. Mungu amempigania huyu mtoto. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu kupitia madhabahu ya Efatha Kimara Mbezi. Naambia watu Mungu yupo. Na Mungu wetu hajawahi kushindwa. Na Mungu wetu halali wala asinzii, iwapo tu utapiga magoti mbele zake na kumtegemea yeye tu. Watazamaji wa kipindi hiki cha shuhuda na wasikilizaji pia, mahali hapa tunazidi kuona matendo makuu ya Mungu jinsi gani Mungu anavyozidi kushangaza, anavyozidi kushangaza uumbaji wake. Lakini tunaye dada Isabela leo hii amekuja na mambo mazito ambayo Mungu ametenda. Tunamwona mtoto huyu ambaye alizaliwa mwaka 2019 hakuweza kulia kwa wakati. Ilimchukua muda kidogo mtoto huyu kuanza kulia, lakini ilipofika miezi mitatu ya mtoto huyu kama dada Isabela alivyotusimulia habari hii, mtoto huyu kichwa kilianza kubonyea na maumivu makali, mtoto akiwa analia analia na madaktari walipofika kwa madaktari, madaktari wakasema kwamba mtoto huyu anatakiwa afanyiwe upasuaji, na kweli alipasuliwa. Kitendo cha yeye kupasuliwa, mabega nayo alianza kubonyea, mara mwili mzima, ile hali ilishuka mpaka miguuni. Madaktari walimfanyia upasuaji wakapasua miguu, lakini mtoto hali ilizidi bado kuwa mbaya. Mtoto huyu anaitwa Miriam. Mama ya mtoto huyu ni mtoto wa dada yake na mtumishi Isabela. Lakini Isabela alisikia huruma ya Mungu ndani yake akasema, nitafunga huu mwezi wa tano wote nitamaliza, maana alikuwa na tabia ya kukatisha njiani. Lakini ile huruma ya Mungu ilivyokuja akasema, sitaomba kwa ajili yangu, nitasimama kwa ajili ya huyu mtoto. Ni kweli kabisa, mama aliingia kwenye maombi akafunga hizo siku zote ambazo yeye alidhamilia na Mungu Mungu aifata, hakika Mungu hakunyamaza, maana anasema yeye halali hasinzi. Ilipofika mwisho wa maombi, siku ya tarehe tatu mwezi wa sita yaani siku ya tatu, mara maombi kuisha, mama mtu alipiga simu akasema, mtoto amemwambia mama yake ya kwamba amechoka kulala, nataka kutembea. Maajabu yalianza, mtoto alianza kusimama kidogo, anaanguka Mama alishangaa na kumtafuta bibi yake sasa ambaye alisimama kwa ajili ya huyu mtoto na kumwambia kwamba mtoto amesema kwamba amechoka ana kulala anataka kutembea. Kweli ile tukio lilianza mtoto alianza kusimama, anadondoka, anaenda taratibu kiasi cha kwamba mama yule alishangaa sana kile ambacho kilitokea. Ukweli Mungu ametenda mambo ya ajabu sana. Mungu amemshangaza mtumishi Isabela kwa haya ambayo ameyafanya. Maana hata sasa mtoto huyu tena habonyei kichwa, mtoto huyu tena yale maumivu makali na kile kilio kimekoma, mtoto huyu tena kichwa kimekuwa kidogo. Wale watu ambao wamewahi wame, kuwaona watoto hawa ambavyo, jinsi ambavyo vichwa vinakuwaga vikubwa, wana uwezo wa kuamini ya kwamba kweli huyu mtoto Mungu amefanya jambo wewe ambaye unatutazama kwenye kipindi hiki tunakuambia ya kwamba Mungu wa Efatha hajawahi shindwa na jambo. Mungu wa Efatha anatenda mambo makubwa sana. Leo hii Miriamu anamshangaa Mungu na anaahidi ya kwamba atamtumikia, anampenda Yesu kwa kile ambacho amefanya. Mtazamaji wa kipindi hiki cha shuhuda, endelea kutazama, yako mambo mazuri sana yanakuja, endelea kumwamini huyu Mungu. Hata wewe ambaye unateseka, hata wewe ambaye una mtoto ambaye amepitia kwenye hii hali, zidi kumng'ang'ania Mungu, aifuata, zidi kumtafuta, maana yeye anapatikana. Amen. Sasa wewe mtazamaji wa kipindi chetu hiki cha shuhuda, tunakukaribisha endelea kusikiliza kipindi hiki, utaendelea kuona mambo makubwa sana ambayo Mungu anaendelea kuyatenda katika kipindi hiki. Karibu sana, endelee kwa pamoja na sisi, tunakupenda.